Jina langu ni Bakari Hassan Kimwanga, ni diwani wa kata Makurumla, halmashauri ya manispaa ya Ubungo kubwa. Leo kikao chetu kimekwenda vizuri, kilikuwa kinaangazia juu ya taarifa za robo ya tatu. Ni taarifa ambazo zimeangazia kutoka kazi zilizofanywa Januari mpaka Machi ya mwaka huu, kwa kweli kazi kubwa ambayo imefanyika na sisi kama viongozi wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo kubwa tunampongeza mkurugenzi. Hatua ya kwanza tumefanikiwa kuvuka kiwango cha makusanyo ya mapato yetu ya ndani kwa zaidi ya asilimia mia moja kwa robo hii, jambo ambalo sasa linakwenda kutupeleka kwenye utekelezaji wa kasi wa miradi ya maendeleo na hili liko wazi. Kwa mfano, kija sisi kwetu pale kata ya Makurumla tayari mkurugenzi wetu ameleta fedha kiasi cha shilingi milioni mia tatu na hamsini tunakamilisha jengo la kisasa la majengo, sio jengo, majengo mawili ya kisasa katika kituo chetu cha afya, lakini pia tumefanya ukarabati katika maeneo mbalimbali kwa shule zetu tatu zote zilizopo za msingi. Kwa mfano, pale shule ya msingi Karume kuna milioni mia moja na ishirini ambayo imeletwa na imejenga madarasa sita na pamoja na kuweka na madawati yake. Kwao tukiangalia kwa, kwa, kwa, kwa mfumo mzima kwa hii robo ya tatu, miradi mingi imekwenda vizuri lakini jambo moja kubwa ambalo na la kufurahisha ni kuendelea kuimarika kwa huduma za afya hasa katika halmashauri yetu ya manispaa ya Ubungo. Leo hospitali yetu ya wilaya ambayo iko katika kata ya Kimara imekuwa ni kimbilio kubwa la wananchi, hasa kutokana na huduma bora ambazo ziko pale, na tunawashukuru wataalamu wetu wa kada ya afya hasa katika vituo vyote na hususani kwa, kwa, kwa hospitali yetu ya wilaya. Kwa, kwa maana hiyo tukiangazia juu ya utekelezaji wa miradi kwa robo hii imekwenda vizuri sana. Cha robo ya tatu ndio kinaenda kuleta taswira ya uchaguzi mkuu. Mpaka hapa yani kama ni kama ingekuwa ni mchezo yani kama vile ni Simba namna ambavyo watu wanavyoiangalia kuelekea katika uh, fainali za shirikisho, yani tayari matumaini ya Watanzania ni makubwa kwa Simba kuliko uh, uh, onkane naona kwa, kwa maana hiyo sisi tukiangalia kwamba juu ya haya makusanyo na utekelezaji wa hiyo miradi ndio kielelezo kikubwa cha kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan pasi na shaka ndiye rais ajaye, lakini na sisi wengine tumo sana e. Na sina shaka kwa sisi ambao tunatoka Ubungo, wote mnajua bwana profesa ni mmoja katika mkoa huu wa Dar es Salaam, hasa unapozungumza majimbo ya, na, ya Chama cha Mapinduzi kwa mkoa wa Dar es Salaam, ina maana kazi ni nzuri leo sisi hapa tutazungumza. Mimi nikizungumza tu kwa, kwa, kwa mfano tu mwepesi, na haya tutakuja kuyaona muda mfupi ujao. Leo sisi kwa kata yetu ya Makurumla, ukifanya tu hesabu kwa miradi kwa miaka mitano, ni zaidi ya miradi ya bilioni 20, imetekelezwa kuanzia kwenye sekta ya barabara, sekta ya afya, sekta ya elimu na nyinginezo nyingi. Sasa hapa sisi tunaona ya kwamba hiki ni kielelezo kizuri ya kwamba yajayo yanafurahisha. n yani, hii ndio inakwenda kufasiri kazi na utu, tunasonga mbele. La kwanza ieleweke, sheria ya uchaguzi na kanuni zake ziko wazi, ground iko ikoje? Kilichopo ishu ya kwamba kwenye swala la uchaguzi sio lazima wawepo Chadema, viko vyama. Sisi tunawafesi kwamba yani, mpinzani ni mpinzani tu, unapozungumza mpinzani, tunamwangalia ACT ambaye bado kwenye maeneo yaliyo mengi bado sisi tunamuona ni competitor mkubwa na ana nafasi pia kubwa ambapo na sisi si kwa maana ya kwamba kutoshiriki Chadema. Ukija kule Makurumla, waulize Chadema wana mitaa mingapi au wana matawi mangapi? Huwezi kupata, ila sisi kwa maana ya kwamba jiografia ya, ya, ya, ya wilaya hii ya Ubungo, yako wako maeneo siyo yote kwao, na hii ieleweke ya kwamba kwa mtu mmoja kutoshiriki uchaguzi au chama kimoja haimaanishi ya kwamba uchaguzi huo sisi CCM tunaenda kushi, kushinda tu. Na huu uchaguzi wote kama mnavyojua eh? Viko vyama ambavyo vimesaini na vyote ni vyama vya upinzani. Sisi tunawaangalia wote, si tu tunaangalia CHADEMA, tunaangalia kila aina ya mpinzani kwa maana ya kwenda kupambana naye. Hiyo hii ieleweke. Hiyo mambo ya no reform no election sisi kwetu wala tunaiona haina tija. No reform no election inaweza ikao kashauri huko maeneo mengi lakini kwa maana ya kwamba tija kwa Tanzania. Swala la uchaguzi ni swala la kisheria. Inapofika muda fulani lazima watu misingi ya kidemokrasia ifuatwe, watu wapige kura na no wachaguliwe viongozi. Yaani, utakwenda mimi ni kulazimisha utaki kulala na mkeo ni kuambia kalale naye kwa lazima. Ni jambo ambalo alikubaliki. Nikushukuru sana. Yeah. Maendeleo ya ardhi wanafadhili